hiyo ni mchecho asema sekta binafsi kuendesha mwendo kasi. na sababu za kanisa la Gwajima kufutwa. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Mwananchi, inasema sababu za kanisa la Gwajima kufutwa, msajili aeleza kiini cha tatizo akigusia mahubiri, mahubiri yake, lakini mwenyewe atinga kanisani kuendesha ibada adai, hakuna mwenye ubavu wa kuifuta kanisa, waumini wake wafunguka kilichotokea yoni habari kwenye gazeti la Mwananchi. Na mnyukano wa kisheria kortini, mnyukano wa kisheria kortini, hiyo ni kesi ya tundu Antipas Lissu na serikali. Ya anza kununua ARV, bajeti ya afya ikifika shilingi bilioni 1.6. CHADEMA wajipanga kabla ya kuvaa msajili. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe, mwanga wa jamii, linaandika habari kubwa inasema, mwendo mwekezaji mpya kununua mabasi elf... 177 mwendo kasi. na ARV kuzalishwa nchini, huduma bobevu kila kona. Lakini habari kubwa inasema sababu za kanisa Gwajima kufutwa. hiyo ndio habari inasema kwenye gazeti lako la Nipashe, sababu ya kanisa la Gwajima kufutwa Lisu azua zogo zogo kortini. mboi mboe chauma chaua washtua mboi kuibukia chauma ukimya washtua. washtua mchechu atangaza serikali kuvuna mabilioni siku ya gawio. Habari inaendelea ukurasa wa nne wa gazeti laku la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Chana gazeti ya Nipashe tuangazie ni kwenye gazeti laku la Habari Leo linaanza na habari inayosema Lisu aja na lingine mahakamani, eh, mahakama ya onya lakini songa mbele, aziko sisem yamlilia mageuzi. mashirika ya zaa gawio la bilioni mia tisa msajili hazina mapato juu, asilimia 40 kufanya ukaguzi kama wa SC, eh, wa CAG. lakini NIC eh, kuingia soko la hisa, sekta binafsi kuendesha mwendo kasi. Ni habari wa ukurasa wa pili wa gazeti lako la Habari Leo. na sisem yataka umeme megawati elfu nane sisiem ya taka umeme megawati elfu nane. Biteko wataka tathmini utekelezaji mkakati nishati safi lakini, NHIF yashtukia upigaji mabilioni e, 5.7, NHIF yashtukia upigaji ma bilioni 5.7, e, kadi ya wanachama 983 za sitishwa, trilioni 1.6 kutekeleza vipaumbele kumi vya afya bainaendelea ukurasa wa 21 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika tani 26 za mchele za teketezwa Zanzibar. Ulega ameweka mtegoni mkandarasi wa barabara. Lakini kuna habari kubwa inaosema utumiaji ni shati safi wa shika kasi. E, utumiaji ni shati safi, e, wa shika kasi. E, huku Rais Samia kupokea gawio la bilioni mia tisa. No reform, no election Marufuku mahakamani. E, no reform, no election marufuku mahakamani. Lakini wachumi e, waguswa na vipaumbele e, vya ilani ya CCM 2025 2030. Wachumi waguswa na ilani ya CCM 2025 2030. Yule habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele lakini gazeti lako la Zanzibar leo lenye nambari kubwa inasema e, BLW lataka marekebisho sheria ya maendeleo ya uvuvi, lakini Dr. Mwinyi, Dr. Mwinyi, tunathamini uhusiano wa dhati na China. Dr. Mwinyi, tunathamini uhusiano wa dhati na China. E, kilimo yajipanga kudhibiti uchinjaji holela wa wanyama, lakini madaktari wa China wafanyia uchunguzi e, watoto e, kituo cha maz, mazizini Waziri Kombo wafanya, Waziri Kombo wafanya mazungumzo na wa, na raisi wa Kosovo. Gazeti lako la Zanzibar leo na gazeti la kula majira tunaliangazia asubuhi ya leo linaandika: wanawake wachimbaji madini waishukuru serikali, na serikali yailifunga kanisa la Gwajima kisa mahubiri ovu. Wizara ya afya yaandika mafanikio ya Rais Samia lakini kesi ya Lisu yahairishwa sasa kutajwa tena Juni 16. Ulega agiza kasi ujenzi wa barabara ya JWTZ Dodoma une nambari kwenye gazeti lako la majira ukurasa wa mbele. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako linaandika ofisi ya msajili hazina ya jaki vingine ofisi ya msajili hazina ya jaki vingine yataka rasilimali za ndani ziwanufaishe wananchi. Lakini ni mri Utafiti wabaini wagonjwa wa kisukari wapungua. Hawa ni nimri osema utafiti wabaini wagonjwa wa kisukari wapungua. Na serikali yafunga kanisa la Gwajima hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la taifa Tanzania uzalendo kwanza. Lakini gazeti lako la uwelekeo lenyewe linaandika siku ya Samia eh, mwaka huu ya aja kivingine. Siku ya Samia mwaka huu ya aja kivingine. Kampeni ya Samia lego edi ya ridhima Pemba. Lakini Profesa Janabi apokelewa kwa shangwe bungeni. Michango ya wafanyakazi isicheleweshwe, NSSF. Lakini wizara ya afya ya omba trilioni 1.6, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la dira inaandika zina jielekeza kukusanya trilioni 1, ni mapato sio ya kodi. Gawio deo ya amsha amri mashirika ya umma. Lakini mchechu ataka taasisi zote kuwasilisha gawio. Lakini wanachama wa vyama vya ushirika watakiwa kuzalisha kwa tija. sisi mkufadhili kitabu cha songa mbele, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Rai ya Mzalendo na nyie linatuandikia asubuhi ya leo, linaanza na habari kubwa linasema, mahakama aliomba bunge kuidhinisha trilioni 1.6 sekta ya afya. Lakini mashirika kutoa gawio kwa serikali ni shilingi bilioni 900, ahidi kufanya mambo makubwa. Msajili wa hazina anika mafanikio Gawio kufikia trilioni sita e, mwaka elfu mbili na ishirini na nane. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kurasa wa mbele. Na tukiachana sasa na sasa kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania e, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako e, gazeti la Uelekeo linaandika Yanga kucheza na Rayoni Juni kumi na tano, yaipotezea mazima dabi ya Kariakoo. Lakini Diamond amoa Zuchu azuchu kimya kimya yenye habari kwenye gazeti la kula Mwelekeo. Huko kimataifa piramidi mabingwa barani Afrika, lakini Kasim Majaliwa, serikali itaendelea eh, kuwawekeza eh, katika michezo. Na gazeti la Taifa Tanzania inaandika Majaliwa, mapinduzi makubwa yamefanyika katika sekta ya michezo. Huyo ni Kasim Majaliwa asema mapinduzi makubwa yamefanyika katika sekta ya michezo, na Fiston Mayele aibuka mfungaji bora barani Afrika. Hilo ni gazeti la Taifa Tanzania kurasa wa michezo huku gazeti la Majira linaandika Majaliwa, mapinduzi makubwa yamefanyika sekta ya michezo. Lakini Mayele aandika historia ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hiyo ni gazeti lako la Majira ukurasa wa michezo. Lakini tukiachana gazeti la Majira ukurasa wa michezo, tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru linaandika Kasi Majaliwa, serikali imefanya mapinduzi sekta ya michezo. Lakini Mayele achomoza Afrika. Twiga Stars kuikabili DRC, habari inapatikana kwenye gazeti la Uhuru. Lakini kimataifa, Amorim kumbakisha Fernandes, eh, Amorim kumbakisha Fernandes. Ilo ni gazeti lako la Uhuru. Huku gazeti la habari leo linaandika Yanga ya kazi ya msimamo wake. Serikali kuendelea kuwekeza michezoni, huku piramidi, eh, piramidi mabingwa Afrika, Mayele shujaa. Lakini mwanariadha chipukizi Kenya avunja rekodi. Mwanariadhi chipukizi Kenya avunja rekodi eh, ndani habari kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga Jamii inaandika mo, mo e, rasmi wabakisha Fadu na Matola, mo rasmi wabakisha Fadu na Matola, mkakati wa kusajili mastaa wanne tu msimu ujao waendelea kunoga baada eh, lakini Mayele piramidi waweka rekodi kafu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe. Kwenye kurasa, e, kwenye, lakula, kwenye kurasa za michezo na tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo linaandika, Nabi akomaa na awa mchezo mzima wa fichuka ishu wa feitoto iko hivi. Lakini mashariti ya Mokwena Yanga manula katikati ya timu nne. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pate nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini Mayele piramidi wazipiga Eh, Baki Mapacha. Lakini kuna habari inasema wamemaliza msimu mapema, ni wakina nani? Lakini habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele. Lakini habari kubwa ni eh, Nabi Akomana wa mchezo mzima ufichuka ishi ya fitoto nayo ipo hivi. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele, ipate nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.